sisi kama Wanabungoma tumejiunga na Huduma Senta zingine zote nchini, ili ziweze kuchangia damu kwa wananchi sababu tumepata, kuna shida ambazo zimekumbana na watu wenye wako na shida ya upungufu wa damu mwilini, na pia tuko hapa kulingana na timu yetu ya mwaka huu na hii uota ambayo inaitwa kikimombo and the the the nation at large. So us, as we have have donated the blood, we have just shown our public before this Huduma Center that they also can be able, be able to donate the blood. Eh, mimi mwenyewe nimechangisha mara moja uh, kwa huu mwaka na nina, natamani kuchanga mara mingi karibu hata mara tatu. Moses Wetaya, nafanya kazi na Wizara ya Afya. Uh, sisi ndio tumepewa mandate kuhakikisha kwamba tumetafuta damu ya kuokoa watu ambao wanahitaji damu. So today tunashukuru the CEO of Huduma Center on the whole nation pamoja na Bungoma Huduma Center ambao wameorganize siku ya leo kuhakikisha kwamba wamejitolea kutoa damu ili waokoe maisha na kuwapa matumaini ya wenzetu. So tunashukuru sana Huduma Center kuhakikisha kwamba umetokea kutoa damu na watu wetu wanaendelea kuishi so asibungoma kaunti tuko tageti yetu kwa mwezi ni elfu moja na mia tatu units sasa 1350 pints of blood that we need for one month So as we, the, the session continues, we urge all citizens wachitolee na kutoa damu. Kutoa damu kuna umuhimu wake, apart from save life, pia ni una umuhimu wake kwa mwili wako, kwa yule ambaye anatoa damu. Wakati unatoa damu unasaidia mwili you are removing excessive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 kwa wale wahizani wote ambao wametolea na kushukuru wale wananchi ambao wanaendelea kuja ili kutoa damu. Huduma Center ni wafanyikazi wa kila mtu na Wakenya wote huwa wanakuja hapa especially Bungoma wanakuja service hapa, so wakati Huduma Center staffs wameorganize, tukija hapa wako na tunapata tuna damu hapa ambayo inaenda kusaidia watu wetu Bungoma. We have a center called Bungoma Blood Transfusion Satellite ambayo iko very active. Tuko kila wakati tunatafuta damu, na nimesema, first nilisema kwa mwezi tuna target 1350 units. So to... kwa sababu ya consumption iko high we need people wajitolee na Watoe damu, department, eh, majina, majina, majina, majina... Eh, majina yangu naitwa Dorothy Lita. Nashukuru sana department ya damu ya, ya County Referral Hospital yetu kukuja hapa siku ya leo hapa Huduma Center kwa ajili ya shughuli ya kudoa, kutoa damu. Mimi mwenyewe binafsi siku, kuna wakati sikukuwa na damu na hiyo hospitali ya kaunti referral lilinisaidia sana, nikaweza kuongezewa damu, na saa hizi naona nimerudi kazi nikiwa salama. Kwa hivyo na encourage staff wenzangu wote wakuje watoe damu, kuongeza kwa wale wameshatoa, na furahia sana vile tunaendelea. Asanteni sana hadi kesho. Hadi kesho. Ha, tunaendelea hadi kesho, tuko hapa siku ya leo na siku ya kesho. Hawa ni kutojua tu, lakini kutoa damu inasaidia sana. Kama kulikuwa na uchafu kwa damu inatoka, na damu ingine freshi inaingia, kwa hivyo afya itakuwa mzuri. David Ayodi, mimi ni afisa Huduma Center Bungoma, nimeweza kutoa damu siku ya leo ili niweze kusaidia wale ambao wanahitaji nimejihisi vizuri wakati nimetoa na niweze kusaidia wale ambao ni wagonjwa kule hospitalini. wewe mwenyewe umechangia mara ngapi? Nimechangia kwa mara ya pili, na nitazidi kuchangia ch ili niweze kuokoa maisha.